Alhamdulillah, hii ndugu yangu Uthman Nasir anambia hakuna kitu kinaitwa ngumu, mbele wa maneno ya Allah Subhanahu wa Taala. Hakuna kitu kinaitwa ngumu. Mm. Ngumu itakuwa huyu mtu ana jini iko dhaifu, unajua shajenga yeye jini hawezi kutoka, au yeye katika ibada hajakaa vizuri, au njia alikuwa anatumia njia sio sahihi, lakini mtu kama amesema mlango mlango wa Allah Subhanahu wa Taala. Allah mtegemee, mola wako hakuna kitu ngumu kwa mbele wa Allah subhanahu wata'ala. hmm. lakini, hmm. lakini, huyu ana tatizo fulani, lazima arekebishe arudi kwa mola wake hakuna kitu kitu kwa mkurani ya Mungu naitwa ngumu huo kitu, Allah amepanga tozikataa. Lakini asilimia nyingi tisini tisini na tano hu mtu, kama anaweka imani yako vizuri, amekaa vizuri, anasaidika lazima. Lakini akubali Mungu anaokoa, sio fulani au fulani, sieni kuwa washirikina au nini. Amalizia katika aya shekh Abubakar ni maarufu aya alaisa llahu bikafir abda je